a kufanya zina kaunti kwenye kilo ilichokianza, na ndio maana kama ukianza na ukaendelea, haupotezi. Hata kama ndio hujafikia lengo lako kubwa bado, wafanyaje? Haupotezi jamani. Mimi nimekaa na waimbaji aisee, wana pilika nyingi. Nakumbuka mimi kwa mimi nilikuwa mwenyekiti wa wa kwaya na praise and worship, nilikuwa naangalia wale, mimi siimbi ila sijajua ilitokeaje tokeaje, wakasema basi wewe ni mwenyekiti. Kwa sababu labda najua labda masuala ya uongozi na coaching za hapa na pale, watu wakae okay, kwenye msali. Maana mmoja wa watu wanaosumbua sana duniani ni watu wenye vipaji yani, wa hiyo yani, sumufu, sumufu haina sijapata taarifa mapema tuka... mwaliko mwalimu live kabisa ah, ah, kaa pembeni kuweka awe na nizamu kwa jambo la msingi pale ambao nilikuwa naliongea ni kwamba anza.